Chuo Kikuu cha Pwani kimesaini makubaliano ya ushirikiano na shirika la Gapeka Children's Hope, makubaliano yanayolenga kuwapa wanafunzi wa chuo hicho fursa ya kujifunza kwa vitendo. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini makubaliano hayo, mkuu wa Gapeka Children's Hope Center Daktari Gabriela Vonwald amesema shirika hilo limejipanga kutoa nafasi kwa wanafunzi wa chuo hicho ili kuwajengea uwezo wa kitaaluma. Today, as I did last year, I come with um, some donations to the university because paying school fees is just one thing. Paying university fees is a challenge, but

Daktari Von Wald amesisitiza kuwa wanafunzi hujifunza zaidi wanapopewa uhuru wa kujaribu, kukosea na kurekebishwa katika mazingira halisi ya kazi. I hope that the university makes use of everything we offer and that there is a very close familiar structure between um, the students, the leaders of the university and between GAPEKA.

Ameongeza kuwa Gapeka ipo tayari kutoa mazingira salama na rafiki ya mafunzo kwa wanafunzi hususan wale wanaohitaji uzoefu wa kazi kwa vitendo kabla ya kuhitimu masomo yao. I hope that the students will perhaps volunteer and come for attachment, come for internship and help us to grow. Kwa upande wake, naibu chansela wa chuo hicho Profesa James Kahindi amempongeza Daktari Gabriela kwa kuendelea kushirikiana na chuo hicho katika juhudi za kuboresha ubora wa elimu na mafunzo kwa wanafunzi. Leo tuko na uh, furaha kubwa sana maana tumeweza kutia sahihi uh, makab makubaliano ya kufanya kazi na Gapeka Children's Home kupitia kwa Dr. Gabriela Vonwald ambaye ametusaidia uh, kuanzia mwanzo mpaka sasa, ametusaidia kwa sababu tumeanza kitengo cha kufundisha madaktari naye akatuletea microscopes ambazo ni nzuri sana, ambazo zinaweza kufanya utafiti na kuangalia magonjwa kupea, kutokea kwa vi, viini. Na leo ametusaidia na stethoscope zile mnaziona hapo, ambazo ni vitu ambazo zinatumiwa na madaktari kujua hali ya mapafu, hali ya um, kubreath na pia katika hali ya uh, moyo. Kwa hivyo tunamshukuru sana Daktari Vonward kwa sababu ametusaidia uh, kutuweka katika hali ambayo tunaweza kufundisha vyema. Bila kusahau ni kwamba pia ametoa scholarship mbili kwa wanafunzi ambao wanafanya postgraduate work wa masters ambao wamepata first class, na tunashukuru sana kwamba amejitolea yeye na familia yake kutupatia scholarship hizo. Katika hafla hiyo pia wanafunzi wawili walinufaika kwa kupatiwa ufadhili wa masomo uliotolewa na mkuu wa Gapeka Children's Hope. Vilevile vile stethoscopes thelathini na mbili zilikabidhiwa kwa chuo hicho kwa lengo la kuimarisha mafunzo ya wanafunzi wanaosomea masomo ya afya. Profesa Kahindi amesema ushirikiano huo unalenga kuunganisha elimu ya darasani na uhalisia wa mazingira ya kazi akiwahimiza wanafunzi wa chuo hicho kuitumia vyema fursa hiyo adimu. tunatarajia kwamba kwanza, utafiti utakuwa wa hali ya juu, kuanzia physics, kuanzia microbiology na pia upande wa medicine. Pili, tunatarajia kwamba tutawafundisha wanafunzi wetu na vifaa ambavyo vinawapatia practical abilities za kusoma vizuri, sio kusoma kwa theory, lakini wao wanaweza kutenda. Kwa hivyo hii ni kitu ambayo itatufanya kuwa katika ngazi ya juu kulingana na mafunzo ya uh, microbiology, mafunzo ya medicine na mafunzo ya physics. Nikiripotia Coco FM kutoka Chuo Kikuu cha Pwani, mimi ni Elizabeth Mwende.